Kwa nini uvae bangili ya shaba? Unadhani bangili ya shaba ni ya urembo tu? Lahasha! Leo nakufunulia siri ya ajabu inayofichwa katika bangili ya shaba, siri ambayo mababu zetu waliitumia kwa karne nyingi, na sayansi ya leo pia inakiri kuwa shaba ina tiba zilizoonekana, zenye uwezo wa kuponya magonjwa kwa utaratibu ni miujiza Shaba ni kati ya madini ya zamani kabisa duniani, yalitumiwa na Wamisri, Walumi na hata Wachina wa kale, si kwa mapambo tu, bali kama dawa ya mwili. Ilijulikana kama madini ya uzima, na shaba hiyo ilivaliwa mikononi, kwenye shingo na hata kwenye viungo vilivyokuwa na maumivu. Kwa nini walivaa? Kwa sababu walijua kitu ambacho wengi hawajui leo. Shaba ina nguvu ya uponyaji. Unapovaa bangili ya shaba, mwilini mwako hupata faida nyingi. Faida hizo ni kama zifuatazo: kuimarika kwa mzunguko wa damu, ambapo hii humfanya mtu kuondokana na uchovu na kuwa ni mtu mwenye nguvu sana. Pia hupunguza maumivu ya viungo. Shaba husaidia kupunguza uvimbe na maumivu ya muda mrefu. Siumeshawahi kusikia binadamu ana umeme? Basi shaba husaidia kurekebisha umeme wa mwili, ndiyo yenyewe huwa inasawazisha nguvu ya kiletoniki katika mwili wako. Pia shaba hupambana na bakteria na virusi, na mwisho, shaba husaidia kuondoa mikosi na wivu. Unaweza usiamini, lakini watu wengi wanaovaa madini yenye asili ya shaba huwaga hawana wivu na sio watu wa kupata mikosi. Utafiti unaonyesha kuwa ngozi ya binadamu inaweza kufyonza madini kwa kiwango kidogo. Shaba inapogusa ngozi, huingia kwa polepole kwenye damu na husaidia mwili kupambana na magonjwa sugu kama maumivu ya misuli na hata matatizo ya usingizi. Sasa umeshajua, bangili ya shaba si pambo tu, ni ngao ya kiafya. Ni wakati wako sasa kujaribu. Vaa leo, usikie mabadiliko mwilini mwako.